jambo hilo ilia imetoa wapi? nakupeleka ziara kwa fedha zake mwenyekiti, huoni kama tukisala kwamba akapelekwa kamati ya maadili ya madiwani kwa ajili ya kukukiwa. Hata uandaaji wa bajeti, ambayo pamoja na ziara inakuwa ndani yake, huwa inapitishwa na baraza la madiwani. Kwa hiyo hakuna mtu <coughs> mmoja ambaye ataamua peke yake kwamba amewapeleka madiwani. Kwa hiyo ni maamuzi ya madiwani halimashauri yako mweshimua mwenyekiti, haijapokea. Unasema haijapokea? <laughs> Haijapokea mweshimua mwenyekiti, kwenye mji wa Makambako hakuna mahali tunapojenga VETA kwa sasa. Ndio ufafanuzi wa jambo hili kwa wananchi wetu. Kwa hiyo kama wamesikia mahali popote kwamba ndani ya mji wa Makambako kuna shilingi s milioni mit tumepokea kwa ajili ya ujenzi wa VETA ni upotoshwaji, ichukuliwe kwamba ni upotoshwaji, hicho kitu hakipo. Lakini jambo jingine ni swala la chuo kikuu. Chuo kikuu kinachoenda kujengwa kwenye mji wa Makambako kwenye eneo la Maguvani ni juhudi za wananchi wa mji wa Makambako, ni juhudi za mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa... ni chuo kikuu cha serikali, sio cha mtu binafsi, taratibu zipo na yeyote ambaye anaona amekwazwa kwenye hili jambo ana haki ya kuchukua hatua kwa mujibu wa utaratibu. Afisa utumishi anafahamu taratibu za kufuatwa ili kufikishwa mtu kwenye kamati ya maadili.